Tukitoka Dar es Salaam tunaelekea mkoa wa Dodoma makao makuu ya nchi. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameziagiza taasisi zote zinazodaiwa malimbikizo ya deni la maji na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Dodoma DUWASA kulipa madeni hayo mara moja. Waziri Mkuu Majaliwa ametoa agizo hilo mkoani Dodoma ambapo ametaka orodha ya wageni ya wadeni hao kuwasilishwa ofisini kwake haraka na mamlaka ya maji DUWASA kwa ajili ya kufuatilia na kusimamia malipo hayo akiwa katika siku yake ya pili ya kutembelea na kukagua shughuli za serikali tangu amie makao makuu Dodoma. Mwandishi wetu Marin Hassan Marin kutoka Dodoma anatujuza zaidi. Asante, Dar es Salaam, mimi ni Marin Hassan Marin na hapa ni chumba cha habari makao makuu Dodoma cha shirika la habari la Tanzania uh, TBC. katika saa ya arobaini hivi toka waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa kuanza eh, kuhamia hapa makao makuu Dodoma, na katika siku yake ya pili leo imemfikisha sehemu inaitwa Mzakwe ambapo ameshuhudia vyanzo vya maji vingi sana. Waziri mkuu ameagiza kupatiwa orodha ya wale ambao hawajalipa huduma ya maji hapa makao makuu Dodoma. <coughs> madeni yote ambayo tunawadai watena ni lazima yalipo. Hata kama madeni hayo wanaodaiwa ni taasisi za serikali, lazima walipo, na mkurugenzi wa, wa DUWASA uletee orodha ya wote wanaowadai kwenye taasisi za serikali, niakisha kwamba nao lazima walipe ili DUWASA iweze kuelea katika uchumi wa viwanda, mji mkuu nao ukafungulia macho hilo. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alifika katika kiwanda cha magodoro na gypsum hapa Dodoma. <coughs> kwa sasa ni umeme kwa megawati ya 48 unakisiwa kwamba utatosheleza hata wageni ambao wameanza kuhamia hapa na kusudia serikali e, wale wageni kutoka nje hapa Dodoma ambao wameanza kuhamia. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alifika katika kituo kikubwa cha ja umeme hapa Dodoma na kushuhudia hali hii watu <coughs>

Kwanza, Kuwait, China na Malaysia zinaangalia namna ya kutanua mji mkuu wa Dodoma. Lakini pia uh, serikali haitakubali deni la wadaiwa wa maji na kukataza ujenzi katika vyanzo vya maji, kauli ya pili. Lakini ya tatu, kulinda viwanda vya ndani, baada ya kutembelea kiwanda cha magodoro na gypsum. Lakini timu ya wataalamu uh, itafika hapa Dodoma kuangalia hali halisi ya mandhari ya kuboresha mandhari ya mji mkuu Dodoma na pia kauli ya tano tenga siku mbili kusikiliza hasa wale e, wachangiaji wanaotaka kuchangia wenzetu ambao wameathirika e, na maafa ya kule Bukoba. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameshahamia e, hapa Dodoma na mimi ni Marina Hassan Marin nikiwa katika chumba cha habari cha shirika lako la utangazaji la Taifa TBC hapa makao makuu. Asante sana Marin Hassan Marin kutoka Dodoma.